Kombokaheni, nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo ni siku ya kuamka na ari mpya. Unapata nguvu ya kutatua changamoto ambazo zilikutisha siku zilizopita. Katika kazi, siku hii ya leo, kazi inaenda vizuri na unaweza kupokea mrejesho mzuri kutoka kwa uongozi. Usisubiri, chukua hatua leo. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo ukweli unajitokeza, utaelezana na mwenzi wako bila kificho. Wale walioko singo, una mvuto wa ujasiri. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kufanya malipo na kupanga matumizi, epuka hasara zilizofichika. Upande wa kiafya siku hii ya leo, afya iko imara, ila pumzika baada ya kazi nzito. Rangi ya bahati ni nyekundu. Nambari ya bahati ni tatu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 katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Utulivu na uvumilivu vinakufanya uwe mshindi leo, unazibiti hisia vizuri. Katika kazi siku hii ya leo, mambo yaliyokwama yanatengemaa leo, unaweza kumaliza kazi kubwa. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mahusiano yanakuwa yenye utulivu. Wale walioko single, unaweza kuvutiwa na mtu mwenye umakini na maadili Upande wa kifedha siku hii ya leo, mafanikio ya kifedha yanakuja hatua kwa hatua, fursa ya faida ndogo ipo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, afya yako iko vizuri, endelea kula chakula kilicho bora. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni nne, mafusho ni sandalwood, manukato ni fresh flora.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 Leo ni siku ya mawazo mapya na uchezaji wa akili. Mazungumzo yanakwenda vizuri katika kazi. Siku hii ya leo utaweza kuwasilisha wazo au hoja ambayo itakubalika kirahisi. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo utakuwa mchangamfu na mcheshi. Wale walioko singo, mtu atavutiwa na nguvu yako ya maongezi. Upande wa kifedha, siku hii ya leo epuka kufanya maamuzi ya haraka kuhusu pesa.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 mwenzi wako anakuelewa zaidi leo. Wale walioko singo, mtu mwenye tabia ya upole atavutia. Upande wa kifedha siku hii ya leo, usiweke pesa kwenye matumizi yasiyokuwa na ulazima. Leo ni siku ya kuweka akiba. Upande wa kiafya siku hii ya leo, angalia mfumo wa chakula na kuepuka vyakula vyenye mafuta mengi. Rangi ya bahati ni nyeupe, nambari ya bahati ni mbili, mafusho ni mwarobaini, manukato ni sweet flora.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 Leo ni siku ya ujasiri, mng'ao na hatua kubwa katika kazi. Siku hii ya leo utaongoza timu au mradi. Mtu kazini atakuheshimu zaidi leo. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo mwenzi wako anavutiwa na ujasiri wako. Wale walioko singo unavutia ajabu leo. Upande wa kifedha, siku hii ya leo kuna uwezekano wa kupata pesa ambayo hukuitarajia. Upande wa kiafya, siku hii ya leo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 mtu mnyenyekevu anaweza kukuvutia. Upande wa kifedha, siku hii ya leo utadhibiti matumizi vizuri kuliko kawaida. Upande wa kiafya, siku hii ya leo afya imeimarika, usijitwishe majukumu kupita kiasi. Rangi ya bahati ni kahawia, nambari ya bahati ni tano, mafusho ni rosemary, manukato ni herbal softy.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 Leo napata usawa wa mambo na majibu ya maswali magumu. Katika kazi, siku hii ya leo, watu wanakukubali na kukusikiliza. Mazungumzo kazini yanakuwa mazuri. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, mawasiliano ndiyo nguvu ya leo. Wale walioko singo, mtu anayependa ustaarabu atakuvutia. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, unaweza kupata fedha kupitia kazi ya ziada au biashara ndogo.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 Tukiangaziya nyota ya nge heni, nyota ya watu walozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Namja kumbuka heni, nyota ya nane katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo ni siku ya kina na maamuzi mazito au siri kujulikana. Katika kazi, siku hii ya leo utaweza kuona jambo ambalo wengine hawalioni na kukuletea faida. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo mapenzi yana msisimko, lakini epuka wivu wale walioko singo, mtu mwenye nguvu ya kiroho atavutia. Upande wa kifedha siku hii ya leo huenda ukapokea taarifa ya kifedha iliyokuwa imesimama. Upande wa kiafya siku hii ya leo fanya meditation kupunguza mawazo. Rangi ya bahati ni nyeusi, nambari ya bahati ni tisa, mafusho ni mirhi, manukato ni orienta daki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 Leo ni siku ya furaha, msisimko na safari za kifikira au kihisia. Katika kazi, siku hii ya leo utaona mafanikio madogo ambayo yatafungua njia ya makubwa. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo upendo unachemka. Wale walioko single, kuna mtu anakufikiria kwa siri. Upande wa kifedha, siku hii ya leo kipato kinaongezeka kwa kiasi kidogo, lakini chenye matumaini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 wale walioko singo, watu wazito wataonyesha nia. Upande wa kifedha siku hii ya leo ni siku nzuri kupanga akiba au kuanza mpango wa kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, linda mgongo na viungo. Rangi ya bahati ni grey, nambari ya bahati ni kumi, mafusho ni sage, manukato ni ersiam.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 Ujuzi mpya na ubunifu vinakupa faida leo. Katika kazi siku hii ya leo, kazi zinazohitaji fikra pana zinakutokea vizuri. Unaweza kuanza wazo jipya. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mapenzi yanaendelea taratibu lakini kwa uhakika. Wale walioko singo, unavutia watu wenye akili na ubunifu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka matumizi makubwa leo, panga kwanza. Upande wa kiafya siku hii ya leo angalia usingizi wako, pata muda wa kupumzika. Rangi ya bahati ni bluu nyepesi. Nambari ya bahati ni kumi na moja. Mafusho ni jasmine, manukato ni rosemary. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa kumi kamili jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi ishirini. Kumbuka hii ni nyota ya kumi na mbili katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo intuition yako na kuongoza vizuri, hisia zako ni sahihi. Katika kazi siku hii ya leo, unaweza kupokea pongezi kwa kazi uliyofanya hivi karibuni. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mapenzi yanaongezeka kwa utulivu. Wale walioko singo, mtu mwenye roho nzuri atavutia. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka kukopesha au kuweka pesa kwenye miradi isiyoeleweka. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tulia na kuangalia afya ya akili. Rangi ya bahati ni zambarau, nambari ya bahati ni kumi na mbili, mafusho ni chamomile, manukato ni soft ya kuwa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 Usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri. Bye bye.